Kwa mantiki hiyo basi, Simba tumeratibu zoezi zima la malazi kwa watu ambao watasafiri na timu kutoka Dar es Salaam kwenda Casablanca Moroko kwa muda wote wa siku nne. Hivyo basi dola elfu moja na mia mbili utakayotoa inakwenda kukava sehemu ya kwanza ya malazi dola, na tunapozungumzia Casablanca, sio Dar es Salaam ambako unaweza kupata hoteli ya elfu ishirini napozungumzia Casablanca nazungumzia moja kati ya majiji expensive vibaya mno kuishi, Casablanca. Ukikaa hivi unaiona, una, una, una, una, una, una Spain ile pale too close, kwa hiyo maisha ni ghali mno Casablanca, na ndio maana tukasema, wacha sisi tuchukue jukumu hilo la kuwatafutia malazi watu ambao tutasafiri nao lakini hela utakayotoa dola elfu moja mia mbili itakava mipango mizima ya usafiri kwa siku zote nne utakazokuwepo pale Moroko. Hela utakayotoa itahusiana vile vile na bima ya afya ambayo unatakiwa ukate kabla ya kwenda Moroko. Yote hayo na mengine mengi ndiyo ambayo yamepelekea hiyo fedha kufika dola elfu moja mia mbili. Kwa hiyo wewe ukisafiri hapa Kufika Morocco unakuwa chini ya uangalizi wa Simba Sports Club kupitia dola 1200 ambayo umeitoa. Hatukutaka kusafiri na watu, alafu tukafika kule, tukaishi kama kumbi kumbi kila mtu na mpango wake.